Na sasa tuangalie taarifa ya kutia moyo ambapo ilikuwa shangwe katika hospitali ya Nyanchwa mjini Kisii baada ya mama mmoja wa kujifungua watoto wanne kwa mpigo. Watoto hao wakipewa majina yote ya waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, ikimaanisha kuwa watoto hao wanne wana majina matatu ya Raila, Amolo, Odinga na wa kike akipewa jina Aida, Aida Christine Otieno na taarifa hiyo Ndivyo hali ilivyokuwa ndani ya hospitali ya Nyanchwa mjini Kisii Jumatatu asubuhi, wahudumu wa afya wakisherehekea mmoja wao aliyejifungua watoto wanne kwa mpigo kupitia upasuaji. Ven Nyanchoka Ontweka akiwa mwenye furaha tele baada ya safari ndefu. Kilio cha watoto hawa walioletwa duniani kikishusha pumzi cha wengi hapa. I didn't expect walikuwa wanne, but after ultrasound tukapata walikuwa watatu, so imekuwa watatu until wakati tulifanya operation tulifanya, nilifanyiwa CS, that is when they recognized ni niko na wanne, had prepared for three Wakiwa wamelazwa katika chumba hiki maalum, tulitaka kujua mbona wakaitwa majina ya hayati Raila Odinga na mkewe Aida. We were beat.

Niko na twins wa kwanza na niko na quadruplets wote wakiwa sita. Si Mungu ni mwema? <laughs> anapoanza safari ya kulea watoto hawa, changamoto tele ingali na mkodolea macho, jinsi ya kuwatunza Raila, Amolo, Odinga na Aida a a facility we are considering a waiver of our bills anybody willing to come in and be able to assist her in in whichever way to take care of the the, the, the, kids will be much appreciated Crispino, Tieno Runinga ya Citizen Kisii